Unaandika vitabu umeandika ushairi, umegombea umisi, sasa hivi nimeambia umeajiriwa, ni umepata kazi. Kwa hiyo hebu tuambie vitu ambayo umevifanya. nimepata tuzo pia. Mbali, oh, mbali. Wow. Tuanze na tuzo, tuanze na tuzo okay. uh, tuanze na tuzo. yes. sasa hivi nina tuzo tatu. Wow. Ndio ambapo moja nilipata 2022. Okay. ishirinina uh, kwa ilikuwa ni tuzo za TEA Tanzania Imagine Youth Awards. Okay. Kama as a young artist of the year female 2022, ambapo nilipata kupitia mashairi nilikuwa nafanya kwenye tuzo ambayo ulipewa kwa sababu ya kuandika mashairi, kwa sababu ya kuandika mashairi. Okay. Na licha sio tu ya kuandika, bali nilikuwa pia nimeshaanza kuyaperform kwenye majukwaa mbalimbali. Okay. Yeah, 2023 nikapata tuzo Miss Dar, nilishiriki Miss Dar na nikashinda kwenye kategoria ya Beauty with Purpose winner, ambapo nilipata kupitia mradi kazi wangu. oh, okay. ambapo ulikuwa ni kwa ajili ya kupinga ndoa za utotoni ulikuwa unafanya activism ya kupinga ndoa za utotoni exactly. Okay. Yeah. Kwa hiyo nilishinda kwenye hiyo category 2023, nikapata tuzo na mwaka huu nimeshinda kwenye, kupitia mashairi pia mashairi, ambapo tuzo nimeenda kuchukua Dodoma, kwa watu walinominate, wakanipigia kura, nikaenda kuchukua Dodoma tuzo. Zinaitwa Youth and Business Awards, nikashinda kupitia kwenye category as um, a best young poetry Niambie mchango wa miradi ya Uwezo Award ambao uko unaifanya na ushiriki wako kwenye hizi tuzo ambazo umezishinda. Can you trace anything ambacho ulijifunza huko nyuma ambacho kilikusaidia huko mbele? Okay. Kwanza kabisa, skills nyingi nimepata kupitia huo mradi presentation skills pia kwa okay, sababu ulikuwa unaenda mbele za watu. Nakumbuka <laughs> siku ambayo tulishinda for the first time 2019 wakati ambapo mimi nilishiriki, mm, tulipata bronze, nikaja hapa mbele, nafikiri ilikuwa ni kwa jukwaa ile ile hilihili, wakati ninazungumza, nikajikuta mmoja, mkono mmoja unasheki hivi <laughs> okay, yeah, so nimejifunza ni, ni, ni kwamba nimejifunza kwamba i say hiyo okay. kind of yeah. presentation skills pamoja na public speaking imenisaidia sio tu chuoni pia hata kazini sasa, hivi ni presenter wa kipindi cha Skonga EATV, East Africa Television Wangapi wanafahamu Skonga? Mnamfahamu presenter mpya? Here she is. Alikuwa nani presenter sasa hivi? Alikuwa nani presenter? Mnaangalia kile kipindi Skonga ATV, si ndio? Presenter alikuwa ni nani? Alikuwa anapita mashuleni. Eh? Kevo, si ndio? Haya, Kevo amestaafu. We have a new presenter. Mpigeni makofi. Kwa hiyo akija shule mpeni ushirikiano, si ndio? Okay, tumuongelea tuzo, tuongelee kitu, tuongelee kazi